Injili ya Yohana imetutambulisha kwa kile tunachokiita maisha ya Kristo kabla hajachukua mwili wa kibinadamu. Hiyo ni maisha ya Yesu ya uungu na ya milele kabla hajazaliwa. Kama mtoto mchanga, alikuwa Mungu mwana muda mrefu kabla ya wakati alipovaa mwili na kuwa Mungu mwanadamu. Yesu, mwanadamu. Sasa, leo tutaangalia kitabu cha Mathayo na Luka jinsi wanavyotupatia ukoo wake. Hii ni kama mti wa familia yake ya kibinadamu kwa kusema hivyo. Sasa Madhayo anaanza hapa katika sura ya kwanza mstari wa kwanza: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa Madhayo anaandika hasa kwa wasikilizaji Wayahudi, ataonyesha kwamba Yesu alitokana na ukoo wa Daudi na Ibrahimu, na hilo litakuwa muhimu sana kuthibitisha kwamba Yesu anastahili kuwa Masiha, Mfalme wa Israeli. Sasa katika injili ya Luka sura ya tatu, anaandika hasa kwa wasikilizaji wa Giriki, hivyo atasisitiza ubinadamu wa Yesu na atafuatilia mti wa familia hadi kwa Adamu, mwanadamu wa kwanza. Sasa ninachotaka kufanya leo ni kuangazia ukoo wa Yesu ulioandikwa na Mathayo ambao ni wa kipekee kidogo. Wakati wa Yesu, mwanamke hakuwa na haki nyingi za kisheria. Kwa kweli mwanamke hangeweza kutoa ushahidi mahakamani na kwa kawaida hakuweza kurithi mali. Kimsingi mwanamke alikuwa kama mali ya mume wake, na kwa kweli wanawake waliishi maisha magumu. Unajuani injili ndiyo itakayoinua hadhi ya wanawake na kuwapa heshima kubwa. Kwa kweli, hadi leo katika nchi ambazo injili ya Yesu Kristo imekataliwa, wanawake bado wanaishi maisha magumu sana, mara nyingi bila heshima, staha au hadhi yoyote. Ukristo unainua haki na nafasi za wanawake. Sasa katika siku za Kristo, ukiweza kufikiria, mwanaume Myahudi wa Kiyahudi wa Orthodox angeamka kila siku na kusali sala ya asubuhi iliyojumuisha maneno haya: Mungu, nakushukuru kwamba hukuniumba kuwa mataifa, mtumwa au mwanamke. Sasa ukiwa na hilo akilini, nataka kuonyesha jinsi Mathayo aliyeongozwa na Roho Mtakatifu anavyo rekodi ukoo huu wa kipekee kabisa, kwa sababu anataja majina ya wanawake wanne katika ukoo wa Yesu. Na niambie mapema kwamba hili lilikuwa jambo la ajabu, lakini lilionyesha ukweli kwamba wanawake na wanaume, wavulana na wasichana, wote ni wa thamani sawa machoni pa Mungu. Sasa mwanamke wa kwanza ninayetaka kumtaja hapa ambaye ametajwa katika Mathayo moja 3 ni Tamari. Sasa kama ungeamua kumwacha mwanamke yeyote asitajwe kwenye ukoo wa Yesu, basi huyo angekuwa Tamari. Tukirudi nyuma kabisa kwenye Mwanzo sura ya 38, unaweza kukumbuka kwamba aliolewa katika ukoo wa Yuda. Mume wake mwana wa Yuda alikuwa amekufa alikuwa na hamu sana ya kuendeleza ukoo wa familia na kupata mtoto. Mwisho wa siku anajivisha mavazi kama kahaba wa hekalu la kipagani, anaenda mahali ambapo baba mkwe wake Yuda, mmoja wa wana kumi na wawili wa Yakobo, bila shaka alikuwa ananyoa kondoo wake, na Yuda hamtambui Tamari. Yuda anashiriki naye kimwili, Tamari anapata mimba na anazaa mapacha wa kiume. Basi fikiria neema ya Mungu katika kuchagua kuendeleza ukoo wa Masihi kupitia Tamari na Yuda. Unajua, kama ningekuwa Mungu, labda ningehamisha ukoo wa kifalme kutoka kwa Yuda kwenda kwa Lawi au Benyamini, lakini ukoo wa Masihi ambao Yesu alitokea uliendelea kupitia mtoto wa kwanza wa mapacha wa Tamari na Yuda. Sasa mwanamke wa pili katika orodha ya ukoo wa Mathayo hapa kwenye mstari wa tano ni Rahabu. Sasa Rahabu ni kama Tamari kwa kiasi fulani, lakini tofauti na Tamari, ukahaba ulikuwa kazi rasmi ya Rahabu. Yeye aliendesha danguro nyumbani kwake pembeni mwa ukuta wa Yeriko, lakini aliacha ibada yake ya sanamu za kipagani akawa mfuasi wa Mungu wa Israeli. Na wakati ule ukuta wa Yeriko ulipoanguka yeye aliokolewa. Baadaye aliolewa na mwanaume mwibrania, na kwa bahati huyo mwanaume alikuwa katika ukoo wa kifalme, ukoo wa Yesu. Mwanamke wa tatu sasa hapa kwenye mstari wa tano ni Ruthu. Ruthu alikuwa mmoabi wa kipagani. Historia ovu ya wa mwabi sasa inaenda kuingiliana na ukoo wa Masihi wa Moabi kwa kweli walitokana na uzinzi kati ya Lutu na binti yake ambaye hakuwa ameolewa. Kwa kweli, binti zote wawili wa Lutu walitaka kupata mtoto, lakini hawakuwa wameolewa. Baada ya Mungu kuhukumu Sodoma na Gomora, mji wao wa nyumbani, hawakuwa na matumaini ya kupata waume. Hivyo Biblia inatuambia kwamba waliamsha baba yao hadi akalewa kiasi cha kushiriki nao mahusiano bila kujua. Walipata mimba binti mkubwa alipata mtoto wa kiume akamwita Moabu. Kutoka kwa mtoto wa binti mwingine walitokea Waamoni, na hebu ni kuambie Wamoabu na Waamoni watakuwa maadui wakubwa wa Waisraeli wa wa, kwa kweli katika Kumbukumbu -kumbu la Torati sura ya ishirini na tatu mstari wa tatu tunaambiwa kwamba hakuna Moabu wala Mwamoni aliyeruhusiwa kuingia katika kusanyiko la Bwana. Sasa hilo litakuwa tatizo kwa Ruth sivyo? Hapana. Unajua Ruth aliacha taifa lake la kuabudu sanamu nyuma. Alimfuata Mungu wa Israeli akiwa mwaminifu kwa Naomi. Hatimaye anaolewa na mwanaume Mwisraeli aitwaye Boazi. Kwa hiyo, sasa unaona aliyekuwa mwabudu sanamu na Moabu mpagani akiungana na ukoo wa kifalme. Kwa kweli anakuwa bibi yake Mfalme Daudi. Ruthu anaingia katika ukoo wa uzao wa Daudi, yaani Masihi Yesu Kristo. Sasa katika mstari wa sita wa ukoo huu mwanamke wa nne anayetajwa ni Bathsheba. Tunasoma hapa, Yesa alikuwa baba yake Daudi mfalme na Daudi alikuwa baba yake Solemani kwa mke wa Uria. Sasa Bathsheba alikuwa mke Wauria, hili labda ni moja ya matukio ya giza kabisa katika historia ya Israeli. Kuna uzinzi, mauaji, udanganyifu na utaki kabisa kulizungumzia hili. Ungependa kulificha hili. Hili halitaonekana vizuri kwenye ukoo wa Yesu. Kama unajaribu kuonyesha unajua jinsi anavyostahili kuwa Masiha, basi ungepaswa kuacha hili nje ya historia ya familia yake. Inanikumbusha yule mwanamke tajiri wa tabaka la juu aliyemwandikia mwandishi maarufu na kumwomba aandike kitabu kuhusu ukoo wa familia yake. Alikubali, akaanza kukusanya taarifa zote kuhusu familia ya yule mwanamke, na katika mchakato huo akagundua kwamba mmoja wa mababu zake alikuwa muuaji na alihukumiwa kunyongwa kwenye kiti cha umeme katika gereza maarufu la Sing Sing. basi akamwambia yote hayo, na akasema, unajua, mimi ni mwandishi mwaminifu, na itabidi niweke hili kwenye historia ya familia yako, ukoo wako. Basi yule mwanamke alimsihi asiliweke, lakini yeye alisisitiza kulifanya hivyo. Hatimaye akasema, basi kama lazima uliweke, tafadhali andika kwa namna ambayo ukweli kwamba alinyongwa kwa umeme katika gereza la Sing Sing, unajua kwamba hilo linaweza kufichwa kwa namna fulani, uwe na busara. Basi alikubali na akaishia kuandika hivi: jamaa mmoja alikalia kiti cha umeme wa matumizi katika moja ya taasisi zinazojulikana sana Amerika. Alipenda sana nafasi yake na alikufa akiwa kazini. Basi hadithi hiyo bila shaka ni ya kubuni, lakini inaonyesha jinsi tunavyofikiri, sivyo? tunataka mambo fulani kuhusu historia ya familia yetu ya baki siri, lakini hapa kwenye mstari wa sita wana analiweka jambo hilo wazi kabisa. Daudi alikuwa baba yake sulemani wa Bathsheba ambaye alikuwa mke wa Uria. Analiweka jambo hilo wazi. Kwa nini? Je, ni kwa sababu Mungu hajali sana kuhusu dhambi? Hapana, ni kwa sababu Mungu anajali sana kuhusu dhambi. Anaona kila dhambi. Anamjua kila mwenye dhambi. Hakuna kitu kilichofichika machoni pake. Sikiliza, malaika atatokea baadaye kwenye sura hii na kumwambia Yosefu, Maria atazaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu. Kwa nini? Kwa maana yeye atawaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Unaona, hapa mwanzoni kabisa mwa Agano Jipya, Mungu anasema waziwazi, ulimwengu umejaa wenye dhambi, na hao ndiyo Yesu alikuja kuwaokoa. Na kwa njia, huu ni mwanzo wa habari njema zaidi. Kama Yesu haoni aibu kwa mababu zake, ataona aibu kwa watoto wake wa kiroho? Na hao ni mimi na wewe. Hebu nikuambie, ukoo huu ni tangazo la neema ya Mungu. Haijalishi wewe ni nani au umefanya nini. Kama umeamini katika Yesu Kristo, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondo. Huo ndio ukoo wa Bwana, na umejumuishwa humo. Wewe ni mzao wa kiroho na mshiriki wa familia ya Mungu kwa imani katika mwana wake, Mwokozi wako Bwana Yesu Kristo. Basi kwa hayo, muda wetu wa leo umeisha. Mpaka tutakaporudi tena kwenye safari yetu ya hekima. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.